Mara nyingi katika familia zetu migogoro ya urithi inatokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwemo watu kutokuridhika. Unaweza ukawa wewe kama mgawaji mali umeona kabisa mimi nimegawa sawa kwa usawa, lakini je, wale wahusika waliogawiwa wamepewa vitu kwa usawa? Hatua ya kwanza kukabiliana na migogoro ya kifamilia kabla haijatokea ni kitu cha kwanza wewe kama mzazi unaotakiwa ufikirie. Jiulize maswali kama, je, kuna watoto wanahitaji zaidi, uh, msaada wa kifedha kutoka kwako au kuna wengine tayari wanajiweza. Unatakiwa uh, uangalie, je, kuna mtoto anajihisi anastahili zaidi kuliko wengine. So, for example kuna mtoto labda anakusaidia sana biashara, yeye ndio amesimamia biashara na vitu kama hivyo, obvious, anakuwa na sense ya belongingness to that biashara kuliko wale wengine. So you need to put that into consideration. Je, una mali yoyote ambayo unahisi hii inaweza kuleta migogoro? Kuna asset ambazo ni ngumu kugawanyika. Kwa mfano una watoto zaidi ya mmoja, una watoto wanne, una watoto watano, nitawagaiaje a wa watoto ili wote wafeel usawa? O, so hatua ya pili, ukishajua area ambazo zinaweza zikasababisha mgogoro, fanya equalization. Nikisema equalization inamaanisha kwamba wewe tuseme, mzazi una biashara na una nyumba alafu una watoto wanne. Mtoto mmoja utamwachia biashara yenye labda biashara yako ina thamani ya milioni ah, mia tatu. Mwingine utamwachia nyumba ina thamani ah, ya milioni mia tatu. Ile iliyobaki unaweza ukawakatia bima za maisha zenye thamani ya milioni mia tatu each. Sawa. Kwa hiyo huyu unaweza ukakata bima ya maisha yenye thamani ya milioni mia tatu na huyu unaweza ukakata bima ya maisha yenye thamani ya milioni mia tatu ambapo utakuwepo, kila mtu amepata vitu sawa. That is Asset equalization. And that is how bima ya maisha inaweza kukusaidia wewe kuweza kuepukana na migogoro ya, ya mirathi au ya mali baadaye in the future and make sure kwamba tayari wameaccept. Hamna mtoto ambaye ataondoka ananungunika, kwa sababu huyo ndo atakayeleta matatizo. Kama unaona watoto hawajaafiki au kuna mmoja hajafurahishwa, pia you can use alternatives nyingine za kuweza kwe, kumwongezea katika ile sehemu ambayo unamwachia.